Kwa sababu kwa Mungu naye, unatakiwa wewe una ujanja fulani, usipokuwa na ujanja utaomba vitu vichache. Dua hii ya Hana wa inni uidhu habika, mola wangu hakika mimi ninamkinga kwako wadhuriyataha na watoto wake. We umejuaje kama atazaa watoto? Maana yake nakuomba Mwenyezi Mungu mkinge mumwanangu huyu mkuze afikie hatua ya kuzaa, na mkinga yeye na mjukuu wangu atakaozaliwa mina shaitani rajim, na walinda wote na shaitani. Kwa maana ni kama umwambia Mungu sasa, nataka nipate mjukuu kwa huyu tena, usio kwa mkata hapa katikati, nimeshatoa maombi kabisa. Umenielewa vizuri? Sasa hizi ni mbinu za kumuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala na we si usikosee hivyo kwanza. Tunafundishwa tuwaombee kwa Mwenyezi Mungu watoto tunaowazaa, tuwaombe kwa Mwenyezi Mungu, Mungu awakinge na sheitani, kwa sababu huja ikatokea umezaa mtoto kumbe umezaa jambazi yumo ndani ya nyumba yako, naelewa vizuri vizuri na, eh? na kulea bwana ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni taufiki ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, si uhodari wa mzazi. Laiti ingelikuwa hivyo, uhodari wa mzazi, basi Nuhu, mwanaye asingekuwa vile, kwa namna alivyokazana Nuhu kwa mtoto wake. Kwa hivyo ni kumwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Watoto wetu hawa tuwaombee sana kwa Mwenyezi Mungu, na hasa tuwaombee wakiwa wadogo, tukasema hii pia ndiyo sababu ya kuwepo sunna ya hakika kwa mtoto. Mtoto akishazaliwa, jambo la kwanza anatakiwa kufanyiwa, kazaliwa tu anatakiwa afanyiwe nini? We najua, huna mtoto au unaye basi, lakini nikikuuliza wewe, ndio itakuwa vizuri. Maana yake nikimuuliza mtu mwenye watoto alafu akaonekana akufanya vile, itakuwa wewe huna mtoto. Wewe hana mtoto Ana... Ha, wenye watoto siwataki, wenye watoto siwataki. E bwana, jambo la kwanza mtoto wako unamfanyia nini? Anasema unamfanyia hakika. Bwana nilikwambia s unilete na bakora ha, hatusikilizani, au unilete bakora kwa ajili yako. <laughs> Kitu cha kwanza mtoto akizaliwa lazima umwadhinie, na kazi hiyo anatakiwa afanye hapa sio tunaona haya maneno hapa sio imrani huyu huyu anafanya mama yake mariam yote anafanya yeye hapa si mnaelewa vizuri tuwasomeshe wake zetu ili wawaandaye watoto wetu waepukane na sheitani mwanzoni mwa kuzaliwa kwao kwanza wawaadhinie asauzu wawaadhinie sikio la kulia wafanyie ikama sikio la kushoto, neno la Mwenyezi Mungu kalimati tauhidi iwe ndiye neno la mwanzo wanalipata. Usije ukauliza maswali, "sasa katotokali kadogo kanaelewa nini?" Usoelewa wewe bwana, sio yule mtoto. Maneno haya amesema Mtume Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Na ehe, nilikuwa napata ka hapo hapo anasema huyu mama atamwadhinia vipi na yale nifasi mimi sisemi aswali amwadhinie kuadhini hakuna sharti la udhu kuswali ndio kuna sharti la udhu tuelewani hapo sio aadhini aswali alafu amwadhinie mwanaa wala sio aadhini akimaliza aswali amwadhinie kwenye sikio lake na nifasi yake hivyo hivyo naeleka mzuri ili mtoto akiingia duniani akutane na neno la Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Lakini mama huyu amuombe Mwenyezi Mungu kwa mtoto wake, wa inni uidhu habika, ninamlinda mwanangu kwako Mwenyezi Mungu. Chomekea kabisa, wa dhurriyataha, onyesha unatamani azae mwanao akuwe, asije kakutana na pepo punda hapa katikati hapa aleko vizuri, chomekea kabisa hapo hapo, na kuomba mwenyezi Mungu, mlinde mwanangu na kizazi chake, mlinde na nini, min ashaitani rajimu. Haya maneno natakiwa wazazi wayaseme kwa watoto wao wakiwa mapema. Wanachuoni wanasema mtoto asiyefanyiwa hakika na mzazi wake mzazi kamfanyia khiana huyu mtoto Manake hakumkinga na shaitani, asisubiri dua njema kutoka kwa mtoto huyu. Si mtume anasema, idha mata ibnu Adam inkata amaluhu illa min thalas wa minha waladun salihu yadu lah, mtoto mwema atakayemwombea dua. Huyu mtoto atakuwaje mwema? Hukumkinga na shaitani. Kwa hivyo, kama hukumwombea dua, hukumfanyia hakika, usisubiri dua ya huyu mtoto n hakuna, anasema kama uwezo mdogo wa kifedha hivi. Uwezo mdogo wa kifedha kwenye kumwombea dua mtoto kwa hapa, huyu mama akishatoa hela ngapi mpaka sasa hivi? kwa mazungumzo hapa ameshatoa hela ngapi hapa eh? ah, sasa kigezo cha hela kisitajwe, hela zisitajwa kabisa. Anasema sijui kuna mbuzi sijui kuna nini ndio hivyo hivyo sijui sijui hiyo sijui sijui ndio naitaka mimi, sijui kuna mbuzi sijui kuna nini. Akika ni nini? nywele anazozaliwa nazo mtoto toka tumboni kwa mama yake, nywele hizo zinaitwa akika, ni sunna. Nywele hizo siku ya saba toka kuzaliwa zinyolewe, naeleko vizuri eh? Siku hiyo ukimnyoa mtoto mpe jina zuri. Siku hiyo mtoto, ukifanya hivyo, mwombee dua kwa Mwenyezi Mungu. Zimeshatoka hela ngapi mpaka hapo ha? Sasa wewe unaogopa nini? Kumbe mpaka saa hivi hela hamna, zimetoka 500 kwa kinyozi, lazima mi nende kwa kinyozi eh. Kwa mfano mimi hapa hivi, mi nakwenda kwa kinyozi kutafuta nini? Hebu nisaidie, mi nakwenda kwa kinyozi kutafuta nini? Kutafuta nini? Nyele zenyewe ziko nusu, nakwenda kwa kinyozi kutafuta nini? la nini nyele jino liko moja na natafuta mswaki jenenwele iko moja kama kama nini ile iskaveta yani na ndiko n. Lakini la muhimu wazazi wanatakiwa kumwomba Mwenyezi Mungu juu ya watoto wao, na huu ni mfano na maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maneno haya kabla ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasalam, habari hizi za Imrani na mkewe Hana ni kabla ya kuzaliwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huku ya nini? kwenye Qur'ani ya nini? haya haya yanakuja kama mafundisho naleoka mzuri yamekuja kama mafundisho. Kama tunataka kheri kwa watoto wetu, tuwakinge kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, tumuombe Mwenyezi Mungu kwa watoto hawa, tukijua kulea sio uhodari wala sio ukali. Kuna watu wakali kwa watoto wao na watoto wao wabaya kweli, kweli. Kuna watu wapole sana kwa watoto wao mpaka watu wanasema hao, ah, ah, watoto wake mpaka wanamkanyaga kichwani, lakini watoto wao wakarimu kweli, kweli na wema ajabu. Rudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala umuombe, akujalie kwa sababu unaweza ukawa mwema ukashindwa kulea mtoto mwema, unaweza ukawa mbaya ukapata mtoto mwema, na hii imetokea Nuhu alayhi salatu wassalam alipata mtoto mbaya, alipata mke mbaya. Ibrahimu alayhi salatu wassalam alipata baba mbaya, alipata mama mbaya, mwenyewe akawaje? Uh, akawa mtume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Haya yote ni kurudi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kwa vizuri, jitihada zetu tu peke yake aisitosi, lazima turudi kwa mwenyezi Mungu subhana wataala. Nabihana na, na mzee Imrani hapo wanatuonyesha kwamba nimeweka nadhiri mwenyezi Mungu, kilichopo katika tumbo langu kitakutumikia. Alipomzaa akaona mwanamke, akaona mwanamke, kwa hakika nilivyo na hakika mara atakuwa na nifasi, mara atapata uja uzito, kazi ya kutumikia mungu itakuwaje? Hebu nimwambie Mungu vizuri. Mwenyezi Mungu, nilitaraji awe mtoto wa kiume, lakini sasa ni mwanamke. Mwenyezi Mungu ambia wewe, tulia muumini, nilikuwa najua kabla hujajifungua, na mwanaume uliokuwa umemtia katika akili yako si sawa na mwanamke huyu nilokupa mimi. Mwenyezi Mungu amekuishi, wa inni samaituha Maryama, ninamwita jina la mtumishi wako wa inni uidhuka biha. Uidhuka. Uidhuka biha eh? Uidhu habika Mwenyezi Mungu mimi ninamlinda kwako. Akachomekea wadhuriyataha, kama vile anajua huyu atakuja kuzaa lakini ndo dua hiyo, Mungu mjalie mtoto huyu akue, kisha azae na mjukuu wangu pia. Anamwombea asijau mwanangu tena akaja kusahau, mi naweza kabisa. Wadhuriyataha na mtoto wake, min shaitani rajim. Huyo ndiyo Mariam mama yake Isa bin Mariam na dua hii fatakabbalaha rabuha, mola wake alimkubalia mama huyu dua yake Mariamu, kweli akawa mwanamke mwema, akazaa mtoto mwema Isa bin Mariam. Unaona faida ya dua hiyo? Kwa hivyo waombeeni watoto wenu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, msiamue tu kuwa wakali Msiamue tu kuchagua shule nzuri, msiamue tu kwa sababu, muombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa, eh, wa taala kumpeleka shule nzuri. Kitu kingine kumwomba Mwenyezi Mungu, kitu kingine